Oktoba 15 anakumbukwa Mtakatifu Teresa wa Avila aliyezaliwa tarehe 28 Machi 1515. Alikulia katika familia ya Kihispania na alianza kuishi maisha ya utawa akiwa na umri wa miaka 20. Alijiunga na shirika la Wakalmeri na alianzisha shirika la Carmelite Reformati kwa lengo la kurejesha maadili ya Wakalmeri, ikiwa ni pamoja na maisha ya sala na unyenyekevu. Alifungua monasteri kadhaa zilizokuwa mfano wa maisha yake ya kiroho. Alikuwa mwandishi wa vitabu kama The Interior Castle na The Way of Perfection vinavyozungumzia safari ya kiroho na mbinu za sala. Alisisitiza umuhimu wa uhusiano wa karibu na Mungu. Alifariki tarehe nne Oktoba 1582 na, na kutangazwa mtakatifu mwaka 1614 na baadaye kutangazwa mwalimu wa kanisa. Anaendelea kuwa mfano wa imani, sala na upendo kwa Mungu, na anaheshimiwa sana na Wakristo ulimwenguni kote.